Natumai umekuwa na mwaka mzuri, mwaka wenye furaha, mwaka uliojaa upendo wa Yesu Kristo. Nina imani ya kwamba yule ambaye ametuwezesha kufika hapa atatuvukisha salama. Mwaka wangu haujakuwa mbaya, nimekuwa na mabonde na melema, lakini kwa hiyo mabonde nimeona mkono wa Bwana na nikaona akinivusha akini kwenye miamba telezi ambayo singevuka mwenyewe. Tumepambana kiimani. Imani ni kitu kingine, naweza sema ni kama spaki, ni kama magnet. Wanasema zungu magnet ina inavutia aina zote So, ukiwa na imani unavutia uwepo wa Mungu na pia unavutia uwepo wa giza, unavutia nguvu za shetani. So, nguvu za shetani zikija kwako kwa unapaswa uwe na nguvu kutokana na hiyo imani yako uwe na nguvu za kupambana nayo, lakini nguvu za uwepo wa Mungu inafai kujenge Uh, shetani anavutiwa na imani yako, na lengo la shetani ni wewe uache imani yako urudi kwenye giza. Ukirudi gizani anaachana na wewe, so wakati wakati unajipata ya kwamba hauwezi hauwezi endelea, shetani anafurahi sana, kwa maana anaona umeshindwa, umeshindwa kuendelea, na hiyo inampa furaha sana, lakini unapoona kwamba uko na majaribu mengi sana uh, vita vimekuwa vingi sana kwako, inamaanisha imani yako pia iko sambamba. So anytime unajipata ya kwamba mm, hauwezi hauwezi endelea, inamaanisha shetani amekukalia, na usi, usikubali usikubali ufike hicho kiwango. Inua inua moyo wako kwa maombi. Omba, uliza Mungu akujaze upya na roho wake, ili upambane. Tumo vitani, tumo vitani hadi ile siku ambayo tutakuja kuvishwa na Yesu, atuambie umepigana vita vizuri, umelinda imani. So pasipo na hiyo imani hautamridhisha Mungu, pasipo na hiyo imani hautaweza kushinda shetani. Shetani ni ule mtu ambaye hakuna nguvu nyingi sana, hakuna nguvu nyingi sana. Na imani yako, imani yako ndio itakusa